Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, baada ya muda mrefu sana kupita na Harmonize kuonekana kwamba yuko single, hatimaye bwana ameamua kuweka wazi kwamba anataka kuingia katika mahusiano, na this time around, anataka asipoteze muda, anataka aoe moja kwa moja. So kupitia ukurasa wake wa Instagram, Harmonize ameweka ujumbe kwamba e, ambapo huu ndio ujumbe ambao unaonyesha kwamba yuko na nia sasa hivi ya kuoa. So kupitia ujumbe ambao Harmonize ameuandika katika ukurasa wake wa Instagram, eh, Konde Boy ameandika kwamba nimekuwa na mwonekano wa vipindi. Hii inatokana na maisha yangu ya mahusiano wakati mwingi nakosa maamuzi sahihi kwa mtu sahihi, kwa mtu sahihi naishia na tu kula vyakula vya hovyohovyo not homemade. Yes drinking alcohol and sleepless so, hata kama i love this game without some, someone taking care of me waste of time I need someone home. Monaakiwa namaanisha kwamba yani, yeye bwana amekuwa na muonekano wa tofauti tofauti kadri ya muda unavyozidi kwenda, kwamba kwa sasa hivi bwana amekuwa anaonekana kama vile E, afya yake imekuwa imeyumba, yani hana tena ule muonekano wa kisanii, hana ule muonekano wa mazoezi e, bwana unaelewa kabisa kwamba msanii bwana wa kiume lazima uwe na mwili fulani hivi la mazoezi na vitu vingine kama hivyo. Lakini sasa hivi mwili wa Harmonize umeanza kuwa wa kifaza, kutokana na kwamba hali vyakula vya nyumbani hakuna, mtu ambaye anayem take care yani kwamba anahitaji mtu nyumbani kwake, yani anahitaji mwanamke pale ili awe anam, anamjali kwamba ale hiki hiki asile, amkumbushe, aende gym, awe na better hygiene na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo Harmonize ameona kabisa kwamba anahitaji mtu, anahitaji mwenza, na ndio maana amekuja kuweka huo ujumbe. Akuishia hapo, akasema kwamba ila wa kumwamini, sasa ndiyo tatizo. Unaona bwana, tatizo ni kwamba Harmonize anasema kwamba hajui ni nani amwamini, ampe hiyo nafasi ya, eh, ya kumtekea yeye. Umeona, bwana, so huo ndo ujumbe wa Harmonize katika ukurasa wake wa Instagram pale juu, katika Insta story ambapo wadau wako wameshaelewa kama Harmonize amesema kwamba he need someone home, maana yake ni kwamba anataka kuoa. Kwa hiyo hapa bwana, kuna page ambayo imekuja kuandika kwamba suala la kula vyakula vyenye kujenga mwili ndio linalomfanya Harmonize aweze kuwa na mtu sahihi atakaye, eh, atakaye hakikisha kwamba anakula vyakula vizuri na huku anafanya mazoezi na kuwa na afya bora, na sio kila siku kula vyakula vya kutengenezwa. Umeona, yani vile zile zinaitwa junk food, yani zile vile vyakula vya kununua, e, mapiza nini, mabaga nini, vile vinafanya uwe bonge haraka mno. Lakini ukila vyakula homemade naturally eh, lazima utakuwa na, na muscles za kutosha. Kwa hiyo Harmonize bwana anasema kwamba kwa sasa hivi anahitaji mke nyumbani japo hajapata mtu wa kumwamini. So huo ndio ujumbe wa Harmonize kupitia kurasa wake wa Instagram, so